Uwezo la unao lakini maksudi <tuhar> mazima hukutaka tu kuitikia wito wa Allah na amri ya Allah, basi Allah anasema kwa mujibu wa hadithi, uchague kifo cha kufa ima Yahudan au Nasara. Lakini tufahamu kwamba hili ni deni, kama unavyojua funga hukuifunga inabidi kwa sababu maalum ilipe, lakini na ibada ya hija ni deni, na unakufa una deni, unasimama mbele ya Allah, na kudai hija, na ulikuwa na uwezo wa kimwili na kiuwezo wa kifedha, hukutaka kutekeleza ibada hii ya hija. Sasa tukitaka kuangalia swala zima la uwezo, uwezo una uwezo wa kiafya kwanza afya yako inakuruhusu? Kwa sababu ibada ya hija ina matendo, kuzunguka Kaaba, kwenda Mina, kwenda Arafa, ni matendo, si swala la kukaa tumekaa pahala. Je, afya inakuruhusu? kama ina kuruhusu, lillahi alhamdu. Wengi wetu ruhusa ya afya iko. Swala la uwezo, swala la uwezo limegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kwanza uwezo wenyewe wa kimani sababu so, hija ina gharama wastani sasa hivi tunaanza kuanzia milioni 14 mpaka milioni 20, ndio mtu anaweza kutekeleza ibada hija kulipia katika shirika ambalo anahisi litampa huduma iliyokuwa nzuri. Hili la kwanza, lakini njia nyingine ya kufanya uwezo kwamba huna, unawekeza kidogo kidogo, ambayo mwenzangu ataifafanua, ambalo hili wenzetu nchi nyingi wamefanikiwa kuweza wanyonge kwenda kutekeleza ibada ya hija baada ya kuona umuhimu mkubwa na fadhila kubwa katika swala zima la hija. Kuna wanauza machungwa wameshatekeleza ibada ya hija, kuna washona viatu wanaekeza, wanatekeleza ibada ya hija. Hata mimi nakumbuka mwaka mmoja, kuna mama mmoja anaitwa Bi Fatima Gamba, Dar es Salaam, anapika vitumbua na maandazi ametekeleza ibada ya hija kwa biashara hiyo, na kwa bahati Allah akamtarajia kule kule. Baada ya kumaliza hija tu akafariki kule kule tukamzika Madina pale, kwamba mwenye nia, ukishatia nia kwanza, Allah anakuwezesha. Kwa hivyo, kwanza sote tutie nia azma katika moyo ya Rabbi, mimi natiania kutekeleza. Usiseme haliwezekani, Allah ni mkubwa, Allah anawezesha kila kitu kinawezekana. Tia nia, halafu eka na asbabu Anza kuweka elfu tano tano kama una uwezo kila mwezi elfu kumi, eh, anza kuweka, ni asbabu, na unakuwa ni hoja mbele ya Allah Subhanahu wa Taala, unarejea ya Rabbi, mimi nimechangisha mpaka nimepata laki mbili, lakini nimebahatika kuondoka katika dunia na nimekuja sijahiji. Allah anakulipa kupitia nia yako, kula al-amalu binniya. Kwa hivyo wekeni asma katika moyo, tufanye kwa ikhlasi, lakini na asbabu ya kuweka kidogo kidogo, anza kuanzia sasa hivi. Kuna nchi nimepata taarifa, baadhi ya makabila hawaowi kwanza mpaka wa hiji, ndo mtu anapewa mke. Sasa sisi tuanze kujipanga kuanzia muda huu, kuanza kujifikiria. Kama unafanya biashara zako unapata elfu kumi na tano kwa mwezi, basi elfu tano anza kuweka, angalia na kipato chako, lakini eka na sababu ili iwe ni asbabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupata radhi zake. Hija, hadithi imebainisha wazi kwamba mwenye kuhiji na hija yake ikakubaliwa malipo yake ni pepo, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala humjalia mwenye kuhiji kumsamehe makosa yake yote, kurejea baada ya hija kama vile amezaliwa akiwa katika tumbo la mama, hana dhambi. Hizi ni fadhila kubwa mtu mwenye kutekeleza ibada ya hija. Huwezi kuifanikisha hii kama hujakwenda hija, wala usikate tamaa. Lakini pia fadhila katika miji mitukufu ya Maka na Madina ni kubwa, ukiachia ile hija kwamba haina malipo mpaka pepo ndo unaipata, lakini kwenda kuswali katika msikiti wa Maka, swala moja ya faradhi unapata fadhila za swala laki moja. Laki moja kwa swala moja, fadhila. Ukiswali kule, hapa una swali moja, kule unangapi? Laki moja. Ukipata kwa siku swala tano, akazikubali Allah, na tumeitafsiri hii, swala moja ni sawasawa kama unaishi miaka sitini na saba wewe unaswali tu kwa ile swala moja fadhila zake sasa ukiswali siku kumi tu katika msikiti wa Maka una ngapi fadhila za ibada? Katika miji ya Maka ni nyingi. Ukisema naleta adhkari, adhkari ya hapa na kule ni tofauti fadhila zake. Ukisema natoa kwa ajili ya Allah kumpa maskini, fadhila yake ni kubwa kuliko hapa. Lakini ukienda na mji wa Madina pia ukiswali msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, swala moja ni sawa sawa na elfu moja swala ile moja lakini pia Allah Subhana wa Ta'ala kaujalia msikiti ule kuubainisha kwamba una raudha bustani katika bustani za pepo. Wengi Waislamu wanapokwenda ziara kusali hapo kapata fadhila <coughs> kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, unapita katika kaburi lake unamtolea salamu kama ilivyo sunna, ni fadhila kubwa, kuona jinsi Uislamu ulivyojengeka na kupata shida huko zamani, ukatembelea maeneo ya kihistoria katika Jabali Uhdi. E, majabali mengine ukatembea misikiti ya Kuba, misikiti ya Kiblaten, yote fursa hiyo unapata unaesoma katika historia. Kwa hivyo kuna mambo mengi yanakufanya uende katika e, kitovu cha Uislamu kwenda kuangalia Allah Subhanahu wa Ta'ala, na uwezo wake kuweza kueneza dini yake, dini ya Uislamu mpaka kukufikia sisi. Hivyo ni wajibu kwetu kuhimizana katika hili. Mandala ala alkhairi kafa'ili. Mwenye kumwelezea mwenzake jambo la kheri basi na yeye hupata fadhila kama yeye naye pia. Katikiza umechukua taarifa hizi ukampelekea ndugu yako kaka yako rafiki yako, maanake ndio unampenda, unampelekea jambo la kheri. Wala usione tabu katika jambo la kheri, kumweleza mwenzake basi na wewe unapata ujira mkubwa kabisa katika kufikisha e, kalima kama hii ya kheri yenye manufaa ndani yake yenye ni fadhila kubwa ambazo fadhila zake hazina kipimo kuweza kukujalia kufanikisha jambo kama hili. Kwa hivyo tujitahidini sana kuambizana, kuhimizana, kuweka azma kwa kuweka asbabu kama nilivyoeleza. Sisi kama kamisheni tuko tayari kukuongoza kwa kila kitu, tutakuwa na vitabu vya mwongozo vitakuweza kukufahamisha mambo mbalimbali yanayohusiana na hija umra pamoja na, na ziara. Msichoke kufika katika ghorofa ya kwanza Chumba nambari mia moja na kumi. Tuko pale kama kitengo lakini, tunaongozwa na mkurugenzi wetu Bi Madina ambaye ndio mkurugenzi wa hija umra na ziara, lakini pia hupata fursa ya kutembelea misikiti mbalimbali ya Ijumaa kuwaamrisha au kuwaelekeza na kuwahamasisha Waislamu kwenda katika ibada hii muhimu adhimu, fadhila zake hazina kipimo pesa yako milioni 15, si chochote si lolote mbele ya fadhila za kutekeleza ibada kama hizi. Wengi wanauza mali zao kwenda kutekeleza wito huu wa Allah subhanahu wataala, pale aliposema wa atimu lhaja wal umrata lillah, tekelezeni ibada ya hija na umra kwa ajili yake Allah subhanahu wataala. Na hii ni amri, si swala la hiari Hofu yetu tusije tukafa tukaa hatukutekeleza amri ya Allah, ikawa kama tumekataa amri ya Allah. Kama unavyoona kuacha sala ni dhima na na ni baya sana, lakini tunatakiwa na sisi pia tuweze kuitikia wito huu kwa kadri ya Allah atakavyo atakavyotujalia. Baada ya hayo machache, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak